Mjadala wetu leo unajikita kuhusu watoto kupelekwa shule za bweni mapema mapema, yani mapema wengine wanapelekwa hata hawajafikisha umri wa miaka mitano. Na shule za bweni mara nyingi ni chaguo zuri kwa familia ndogo ambazo baba na mama wanaishi na watoto wao peke yao na wazazi katika familia kama hizo wanaona kuwa ni kazi ngumu kulea watoto, kwa hivyo huishia kuwapeleka watoto wao kwenye shule za bweni wanapojikuta wanabanwa na shughuli nyingi za maisha na kazi zao za kila siku. Basi katika mjadala wetu uh, hivi leo tunajaribu kuangalia zile faida na zile athari tija ambayo ipo na kuangalia uh, dhiki na mateso ambayo watoto wanapitia kwa kupelekwa uh, shule mapema sana hizi za bweni. Kwenye mjadala wetu tunaye Kalele Lugembe, huyu ni mwanaharakati akiwa jijini Dar es Salaam nchini Tanzania. Uh, tunaye pia vilevile vile Msafiri Yahaya, huyu ni afisa utawala na mahusiano jukwaa la haki za watoto Zanzibar, ZCRF. Uh, yuko huko Unguja na pia vilevile vile katika mji wa Kilifi pwani ya Kenya tunaye Ansila Masika Gari, huyu pia ni mwanaharakati wa maswala ya watoto na vijana na pia ni mzazi vilevile vile. moja kwa moja nianze nawe Ansila hapo Kilifi pwani ya Kenya. Kuna mwenendo ambao umeanza kujitokeza na si familia moja wala mbili, zinaanza kuwa nyingi. Kwa kuzingatia hali ya sasa ya maisha, kunashuhudiwa mwenendo wa kutia wasiwasi wa baadhi ya wazazi kuwapeleka watoto wao katika shule za bweni, wengine wakiwa na umri wa chini ya miaka mitano. Unalizungumziaje swala hili? Asante sana bwana mwenyekiti, kulingana na hii tabia ama hali ya sasa hivi ya watoto kupelekwa katika shule za mabweni wakiwa katika umri mdogo tunaweza kusema kwamba kuna upande mwingine ambapo ni mzuri na pia bado kuna athari zake, lakini pia niseme tu moja kwa moja, mtoto kama bado yuko mdogo, huwa anaona ni vizuri sana, hata kama ni kusoma, awe anaweza kwenda shule na kurudi nyumbani, ndo pia mzazi upate kumwelewa mtoto wako jinsi anavyoendelea, kwa sababu kukifanyika chochote kule katika kama kule ni shule basi jioni akija, ni rahisi sana kulizungumzia swala lile na kukuelezea. Lakini tunaposema kwamba mtoto yuko katika shule ya bweni akiwa katika umri mdogo mm -hmm. Basi hata kuna jambo ambalo litafanyika, lakini kitambo mkuje mpatane, maanake kutakuwa na muda mrefu pale kabla mwonane mm -hmm. Basi mtoto yule labda huenda akasahau na jambo lile huenda likamwathiri katika maisha yake ya baadaye, huenda likamwathiri katika maisha yake ya baadaye. Msafiri ya haya, unamsikia hapo, Ansila Masika gari hili swala linatia wasiwasi wasi. Watoto wadoo wanapelekwa shule za bweni kulikoni? Ni kwamba wazazi sasa hivi wameingiwa na tatizo gani? Ama ni tuseme ni wimbi lile, siwezi kusema kwamba ni wimbi la majenzi, kwamba hawawezi ku, hawataki kukaa na watoto, wanataka kushughulika na mambo mengine, mitandao, simu za kisasa, watoto watupwe tu huko kwenye shule za bweni. Bila shaka uh, mdugu ndugu mwandishi andishi, lakini pia siko mbali na mzungumzaji aliyekwisha kutangulia. Sababu ziko nyingi zinazopelekea hali hiyo kutokea, lakini moja, sababu kubwa kabisa ni mabadiliko ya kijamii pamoja na utamaduni. Mazingira hayo inaonyesha kabisa kwamba jamii za sasa na tamaduni zetu ni kwamba zimebadilika na zimeacha zile mila na desturi ambazo tumekuwa nazo toka miaka iliyopita. Leo imebaki kama fahari hivi au imebaki kama utashi pale ambapo mzazi atampeleka mwanaye shuleni basi ataonekana kwamba labda yeye ameelimika sana au ni mstaarabu sana kuliko yule mzazi ambaye atampeleka mtoto wake katika shule ya bweni ya dei na kutwa. Kwa hivyo kitu kama hichi, ndugu mwandishi, inaweza kikapelekea madhara ambayo tayari ndugu eh, mwezesha mzungumzaji wa mwanzo amekwisha kuyazungumza kwamba inaweza kuathiri kisaikolojia lakini mbali na sababu hiyo, sababu nyingine kubwa zaidi ambayo sisi tunaiona kama jukwaa la haki za watoto Zanzibar ni kuongezeka kwa migogoro na hali ya kutokuelewana baina ya wanandoa hali hii imepelekea sana mazingira kuwa magumu na hatimaye unakuta mzazi ni mmoja, ana uwezo wa kumhudumia mtoto katika namna ya kum, aende kutafuta riziki, arudi nyumbani, ampeleke shule. Kwa hiyo anaamua sasa kumchukua mtoto na kumpeleka shuleni akakae huko katika umbe ambao sio rafiki katika ishu ya malezi na maadili kwa mtoto pindi anapokuwa shule. Laki, lakini, lakini naona msafiri ni kwamba gharama zinakuwa kubwa za shule za namna hii. Sasa yeye kama ni mzazi mmoja ana mudu vipi kulipa gharama hizi? Na na, na pia hiyo inaweza kuwa ni moja sababu sababu. So, ukiangalia pia kwa sasa ni maana kwamba vipato e, vya wazazi vimeongezeka, kwa hiyo anaona kwamba ah, sasa hamna hata haja na ndio maana leo kuna e, kundi la Gen Z hili la vijana wenzangu wanaamini katika ufingo maza kwamba hakuna sababu sana za kuendelea kusumbuana katika mahusiano hivyo, hata mwanaume anapokuwa yuko mbali na mwenza wake, au, au mwanamke yuko mbali na mwenza wake, basi itakuwa ni rahisi mwanamke kubeba ile jukumu la kumlea yule mtoto katika hali ya mm -hmm. pekee. Kwa hiyo sasa jukumu la kwanza ni kuhakikisha kwamba anamchukua mtoto yule na kumpeleka katika shule za bweni ili angalau yeye aendelee kutafuta kipato, lakini wakati huo mtoto wake anaendelea kuwa katika huduma hiyo ya kuhudumia shuleni. Kalele Lugembe, hapo Dar es Salaam, shule za bweni zinakuwa ni kama chaguo la kuwatupa watoto ili watu waendelee na shughuli zao, na ametaja hapo Msafiri kuhusu uh, majenzi wa sasa kuamini kwamba ah, ndoa ya nini? Bwana mimi nakaa kivyangu, na halafu baadaye kunatokea changamoto ile ya malezi. Kwa hiyo inakuwa sasa shule za bweni ndo chaguo la, la, la haraka ye kuweza kupeleka mtoto kule na yaendelee na maisha yake. unalizungumziaje suala hili? Aa, mimi naona ni uzembe wa wazazi, ni uzembe wa wazazi kuwalea watoto wao na kuona kama vile wanajitwisha mzigo wawezi kuwapeleka kule shule za bodi ili wafanye kazi zao kwa uhuru zaidi, na inafikia kipindi mpaka watoto wakipata likizo wakirudi nyumbani, wanaona kama ni mzigo sana. Wanakuwa wanaomba tu shule zifunguliwe mapema, watoto waondoke bodi, ili wakaendelee na masomo yao. Lakini kwa upande wangu mimi siungi mkono hata kidogo. Ukiangalia hivi, shule za bodi asilimia kubwa zipo katika maeneo ya mijini. Kule sisi vijijini tumesoma, tumetembea zaidi ya kilomita kumi tunakwenda shule na kurudi toka darasa la awali mpaka tunakwenda masomo ya juu kama sekondari na chuo. mm -hmm. Lakini kwa upande wa hapa mjini naona watoto wana mazingira magumu sana, wako na changamoto kwa sababu wanatakiwa wakae karibu na wazazi wao. Mtoto unatakiwa umwekee uangalifu wa, wa wa, wa mara kwa mara uchunguze masomo yake yanaendaje na sio kumtelekeza kule katika shule za bodi. mm -hmm. Na kwa, kwa maana hiyo, wewe kwa, kwa vile ambavyo umeona na unafuatilia masuala haya ya watoto na kutetea haki pia na kupiga kelele kuhusu haki eh, za binadamu na haki za watoto kwa ujumla wake, umri upi ambao unauona uh, ungekuwa unafaa kwa mzazi au wazazi kuonyesha ukomavu katika kuamua kwamba sasa ni wakati wa kumpeleka mtoto katika shule ya bweni? Mimi nafikiri kwa mtazamo wangu kwa mm -hmm. mtazamo wangu mimi kama mimi, nafikiri angalau mtoto akihitimu ile shule ya msingi, hapo sasa anakuwa na ule uelewa wa kujitambua ni nini anachokwenda kukifanya kule mm -hmm. Lakini mtoto anapelekwa boarding akiwa na miaka mitano au miaka minne ni yaani ni mateso, naweza nikasema ni mateso, japo mzazi atafikiria kwamba pako anaendelea na masomo kule, hana changamoto yoyote, anafanya mawasiliano na uongozi wa pale shuleni. Masomo. Yeah, na masomo yeye anaendelea na shughuli zake huku, lakini kuna maarifa mtoto anayakosa kutoka kwa mzazi mm -hmm. napofikiri mimi haya, kuna maarifa kuna maarifa ambayo mtoto anayakosa kutoka kwa mzazi. Ansila Masika gari, wazazi wa kizazi cha sasa wanakwama wapi katika kuwalea na kuwasimamia watoto katika makuzi yao? Mbona sasa kuna huu mwenendo au uh, mtindo naweza ne, kusema umejitokeza kwamba sasa ni kupeleka tu watoto shule za bweni tu bila kuzingatia ule umri. Mimi katika maoni yangu, mimi naona ni kwamba wazazi wa sasa wamekuwa wazembe katika hali ya kulea watoto wao, kwa sababu huwezi kuwa umemlea mtoto wako amefikisha tu katika ile hali ya umri mdogo, ndo kwanza anaanza kujitafuta, mtoto yule umchukue umpeleke katika shule ya bweni sasa hali hii, yule mtoto anapokuwa kule katika shule ya bweni, kule kuna watoto na kuna watoto wametoka katika jamii tofauti tofauti, na kila mtu huwa amekuja na tabia zake kutoka kwao. Sasa utapata ya kwamba mtoto anakuja na tabia zingine ambazo huzielewi wewe kama mzazi, na makosa itakuwa ni yako wewe kwa sababu ulichukua ile mtoto ule umri ambapo alikuwa anafaa kusoma kutoka kwako wewe, umempeleka mahali kwengine, anasoma tabia kutoka kwa watu wengine, ambapo kwamba utapata hata mtoto akienda ndivyo sivyo, itakuwa wakulaumiwa ni wewe kama mzazi, sababu mtoto. Wewe kama mzazi, kama umepata mtoto, una jukumu la kuhakikisha kwamba huyu mtoto anaishi katika mazingira bora, ana, ana, anapata tamaduni zile za ambazo zinafaa kwamba azipate kwa sababu, ukiwa mbali naye, wewe kama mzazi, mtoto atajifunza kile ambacho anaona ni kizuri kwake mm -hmm. Aidha kibaya au kizuri, yeye bado atajifunza, kwa maana kwamba wewe utakuwa hauko karibu naye. Najat, unafuatilia hapo, kuna maoni yoyote ambayo wasikilizaji wameyatuma? Ndio, kuna maoni mengi lakini naomba nipitie haya mawili au kwa mfano. Anaitwa Joseph. Joseph anasema familia nyingi baba yuko bize, mama yuko bize, mtoto hata akirudi anabaki na malezi yasiyo sahihi. Ni bora akae na walezi wazuri huko shuleni kuliko kuishia kujifunza tabia mbaya mtaani. Yeye anaona ni bora aende huko boarding. Dr. Said Mfinango, Moshi, Tanzania, anasema kiukweli shule za bweni ni nzuri sana maana watoto wanajipatia muda mzuri wa kujisomea, pia wanajiepusha na vishawishi. Lakini kuna mwingine jina lake ameandika hakutaka jina lake lisomeke vizuri, wanasema kuna tabia mbaya zaidi za kujifunza huko bwenini, pengine wakija wakiwa wakubwa watoto, na wazazi watakuja kujutia. Na mjadala huu sio kwamba tunapinga shule za bweni, lakini hoja hapa ni kwamba Umbe, watoto wanapelekwa shule za bweni wakiwa na umri mdogo mno. Mm, hmm. Wengine nakuambia chini ya umri wa miaka mitano, shule hizi ni nzuri zina manufaa mengi kabisa. Mm. Ansila, hebu tupe hisia zako leo. Najua shule zinafungwa huko na huko, katika shughuli shughuli za kufungwa kwa shule uh, ya, ya, ya mwanao huko umri gani wewe unadhani kwamba kweli kabisa kama mzazi hapa sawa kupeleka mtoto uh, katika shule ya bweni? Mimi kama mzazi naona ule umri mzuri zaidi wa kwamba mtoto aweze kwenda shule za bweni ni kwamba anapomaliza masomo yake ya msingi, angalau kwamba huwa mtoto pale amefikisha kati ya miaka kumi na nne kumi na tano na kuendelea. mm -hmm. Sasa mtoto katika umri huu ni mtoto ambaye angalau anaweza kujitegemea, kujitegemea. kama ni kuosha nguo Ehe, kama ni kuosha nguo zake utakuwa umemfunza akiwa mdogo hadi umri ule kwa mm hivyo -hmm. Atakuwa anaweza kujitegemea kule, kujiangalia usafi wa mwili wake, lakini unapopeleka mtoto wa miaka mitano mm -hmm. taneza hata kukaa shule bila kuoga wiki nzima, nani atakuwa anamfuatilia? Sababu wewe utakuwa umeacha uongozi wa kule, lakini pia kumbuka pale watoto wapo mm -hmm. wengi Hai. Na wale wale wamekuja pale kikazi. Msafiri Sasa, ya haya Neno moja la mwisho, neno lako la mwisho, Msafiri ya haya, kifupi, kipi kifanyike ili kuwalinda watoto hawa? Mimi nafikiri wazazi na walezi wanapaswa kufahamu jukumu la malezi, matunzo na ulinzi pamoja na usalama ni wakwao. Jamii ni, ni nafasi ya pili tu, lakini jukumu la kwanza ni la wazazi, wazazi ama walezi, kuhakikisha kwamba watoto wao wanakuwa salama. Hii itasaidia sana kulinda mila na desturi zetu, kwa kuwa leo hii watoto wamesahau kabisa mila zao, wamesahau desturi zao. Sasa kama tutaendelea kuwapeleka katika shule za bweni na sio shule za kutwa, ina maana wanakwenda kupoteza zile mila desturi na kanuni na miongozo ambayo tumejiwekea sisi kama Waafrika, sisi kama Watanzania. Haya, Kalele Lugembe hapo Dar es Salaam, kifupi neno lako la mwisho. Ah, mimi ninachoweza kusema ni kwamba wazazi wakumbuke majukumu yao, kwa sababu kuzaa na kulea ni vitu viwili tofauti. Sio tu wanakumbuka <tukua tukua> tu kupata mtoto alafu baadaye wanaacha kuzingatia kile ambacho mtoto anachokitaka, kwa sababu mtoto anapokwenda kule bodi kuna maisha baada ya hapo wakirudi kule hajajifunza chochote kile ambacho kinaweza kikamfunza kuhusu maisha ya mtaani, kwa hiyo anaweza akapata shida hapo mbeleni. Haya, asante sana, msikilizaji kwa kututegea sikio. Nakushukuru sana Najat Omar, upande wa pili wa studio ambayo umefuatilia maoni ya wasikilizaji wetu. Nawashukuruni sana wangwana kwa kushiriki mjadala wetu, Ansila Masika Gari hapo Kilifi na mwanaharakati wetu uh, Kalele Lugembe akiwa hapo Dar es Salaam na Msafiri Yahya, afisa utawala wa mahusiano Jukwaa la Haki za Watoto Zanzibar. Asante sana kwa kushiriki. Mimi ni Josephat.